Mchezaji wa zamani wa klabu ya Barcelona, Dani Alves ameshinda rufaa yake dhidi ya hukumu ya unyanyasaji wa kingono baada ya mahakama ya Hispania kubatilisha uamuzi huo siku ya leo Ijumaa. Alves alihukumiwa mwezi Februari mwaka 2024 kwa kumbaka mwanamke katika klabu ya usiku mnamo Desemba mwaka 2022, na, na alihukumiwa kifungo cha miaka minne na nusu gerezani. Beki huyo wa zamani wa Brazil na Barcelona alikana makosa wakati wa kesi yake ya siku tatu. Mahakama hiyo imeamua siku ya leo Ijumaa kwamba kulikuwa na ushahidi usiotosha kuthibitisha hatia ya Alves bila shaka yoyote. Kesi ya Dani Alves ilikuwa ya kwanza yenye umaarufu mkubwa sana tangu Hispania ilipobadilisha sheria zake mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuweka idhini kama msingi wa kutambua uharifu wa kingono. Sheria hiyo mpya inayojulikana kama yes means yes, inafafanua idhini kama tamko la wazi la hiari ya mtu ikibainisha kuwa ukimya au kutoonyesha upinzani si sawa na ridhaa. Majaji wanne wa mahakama ya rufaa mjini Barcelona waliamua kwa kauli moja kubatilisha hukumu hiyo baada ya kupitia ushahidi na ushuhuda uliotolewa katika mahakama ya awali. Katika uamuzi huo, waliandika kuwa ushuhuda wa mlalamikaji ulitofautiana kwa kiasi kikubwa sana na ushahidi wa video iliyorekodiwa kabla mwanamke huyo na Alves kuingia bafuni, mahali ambapo alidai ya kuwa alilazimishwa kufanya ngono bila ridhaa yake. Kabla ya kesi hiyo kufanyika mwaka jana, mwanamke huyo aliwaambia waendesha mashtaka wa serikali kwamba alikuwa amekubali kucheza na Dan Alves kwenye klabu hiyo na aliingia bafuni kwa hiari. Hata hivyo, alidai kuwa baada ya alipokuwa alipokuwa akitaka kutoka, Dan Alves hakumruhusu. Alisema kuwa staa huyo alimzaba kofi akamtukana na kumlazimisha kufanya ngono kinyume na matakwa yake. Alves alikana madai hayo yote wakati wa kesi yake ya siku tatu. Hakuwai kuniambia nisimame, sote tulikuwa tukifurahia, alisema Alves akisisitiza kuwa mwanamke huyo hakuwai kuonyesha dalili yoyote ya kutaka kuondoka au kutokuwa tayari kushiriki naye kimapenzi. Pia alikana kumzaba kofi au kumtukana. Dani Alves ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 41 alikaa gerezani kuanzia Januari 20, mwaka 2023 hadi Machi mwaka 2024, alipowekwa huru baada ya kulipa dhamana ya euro milioni moja, takriban dola milioni moja nukta mbili wakati akisubiri rufaa yake. Pia alikabidhi hati zake za kusafiri, hukuendesha mashtaka wakipanga kuachiliwa kwake kwa sababu ya hatari ya kutoroka. Waendesha mashtaka walitaka kifungo chake kiongezwe hadi miaka tisa, huku wakili wa mlalamikaji akitaka baki gerezani kwa miaka kumi na mbili. Uamuzi huu unaweza kukatiwa rufaa katika mahakama kuu ya Hispania mjini Madrid. Alves alikuwa mmoja wa wachezaji waliopata mafanikio makubwa sana zaidi kwa kizazi chake, akishinda mataji kadhaa na virabu vikubwa kama Barcelona, Juventus na Paris Saint Germain.